Aidha, niwafahamishe kwamba katika misako yetu inayoendelea tumefanikiwa kuwakamata jumla ya watumio kumi au wamekamatwa katika msako mkali uliofanyika uh, Machi 14, 25 mpaka sasa bado unaendelea dhidi ya ujangili, ambapo ulijumuisha vikosi maalum kutoka Jeshi la Polisi, TAWA na TANAPA, ambapo jumla ya silaha tatu zilikamatwa. Hizi silaha za ambazo tusema silaha za moto tatu zilikamatwa wakiwa wanatumia katika uwindaji haramu Uh, wa wanyama waliozuiliwa kwenye hifadhi za taifa si. silaha zilizokamatwa ni shotgun mbili na gobole moja linalotumia risasi za shotgun uh, pia zimekamatwa risasi ishirini na mbili, uh, vichwa sita vya risasi za kienyeji, maganda tisa ya shotgun, vifaa vya kutengenezea risasi mia moja na thelathini na tisa na baruti kopo mbili ndogo. Pia vimekamatwa vichwa viwili vya mnyama anaitwa sia au common duika, miiba mia moja ishirini na nane ya mnyama nungunungu, upinde mmoja, mishale minne na vichwa vya mishale kumi na tano Waliokamatwa, kama nilivyosema, wako kumi Ni Safari Pasco Tamba, miaka ishirini na tatu ili mkulima, mkazi wa Tanga. Jacobo Amori Chigange, miaka hamsini mkulima, mkazi wa Melera, lakini amekamatwa. Matias John Ndalu, miaka ishirini mkulima, mkazi wa Melera amekamatwa. Huseni Rashidi, miaka sitini na sita mkulima, mkazi wa Melera Amekamatwa pia Athmani Robert Matonya, miaka 48, mkulima na mkazi wa Vianzi, Mlandizi. Amekamatwa Ismaili Omari Mahior Mahioro, miaka 75, mkulima mkazi wa Tandika, Dar es Salaam. Wengine ni Shabani Muhamedi Kalesela, miaka hamsini, huyu uh, mkazi wa Mkundi. Bakari Haruna Nzile, miaka 53. Abdul Abdukarim Ibrahimu Mashaka, miaka 55, mkazi wa Kilombero, na Nestor Gabriel Mkami, miaka 58, mkulima na mkazi wa Merela, Mlandizi. Jeshi la Polisi linawashukuru wananchi wote kwa ushirikiano mkubwa wa kutoa taarifa na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wa matukio yote. Ushirikiano huu uendelee kwa mustakabali wa jamii yetu na taifa kwa ujumla.